Tukisonga mbele ni kwamba Muungano wa Afrika hivi karibuni umejipata katika njia panda baada ya kukosolewa kwa kimya chake kufuatia matukio mbalimbali mbali. Hususan taifa la Tanzania. Nchi hiyo imekumbwa na msukosuko wa kisiasa ambao umeshuhudia maandamano ya upinzani wakishinikiza mageuzi. Maelfu ya watu wameripotiwa kuuawa au kupotea, mamia ya wengine wako gerezani kwa mashtaka ya uhaini, yote yakifanyika mbele ya kimya cha muungano wa Afrika ulioanzishwa kutetea umoja na uhuru wa Afrika. Aidha, AU imesalia kimya huku mauaji ya halaiki yakiripotiwa mji wa El-Fasher ambapo pia mamilioni ya raia wa Sud wameachwa bila makao kufuatia vita vya miaka miwili. Henry Indindi ni mhadhiri na mchambuzi wa masuala ya uongozi na alitupia jicho mchango wa AU katika kukabili changamoto za Afrika. Hebu tusikilize. Ndugu, kwanza ni shukuru idhaa ya Sauti ya Afrika kwa kazi nzuri mnayofanya kutetea Afrika na kuwasilisha masuala ya Afrika kwa uangavu, kwa uimara na kwa njia ya pekee ambayo inadhihirisha ukomavu si wa wanahabari tu, lakini kwamba sasa inawezekana kuitoa sauti ya mwafrika kuzungumza mambo ya afrika kwa maslahi ya Afrika. Hongereni kwa hilo na tunawatakia kila la heri katika utendakazi wenu na ufanisi wa shirika hili. Nikija kwenye uchaguzi wa Tanzania, ikiwa uchaguzi wenyewe ni wa huru na haki, hatupaswi kuwapoteza raia wetu wa adhama kwa, kwa mambo kama hayo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo kwangu kidogo inanipa majonzi, inanipa masikitiko na miongoni mwa mambo ambayo baadhi ya mambo ambayo yalifanyika hayakufurahisha, hasa kwa jinsi tunavyodhibiti sauti za watu kujitolea kuzungumza kuhusu kero zao na kupendekeza mambo yanayostahili kufanyika kwa maendeleo yao. Kauli ya umoja wa Afrika kuhusu matokeo ya uchaguzi na uchaguzi wenyewe ulivyoendeshwa, kwamba uchaguzi haukuwa wa huru na haki hilo ni, ni jambo la kusikitisha hasa kwa viongozi kwamba wewe unaingia uongozini unashika hatamu za uongozi na unaanzia kwenye kutoaminika. Ikiwa hukuaminika katika kutafuta uongozi wenyewe, wananchi watakuamini vipi katika kuuendesha uongozi huo? Waangalizi wa kutoka katika umoja wa Afrika wamesema kwamba baadhi ya vituo vya kupigiwa kura vilikuwa na matokeo ya urais tu pekee bila viongozi wengine, hapakuwa na diwani, hapakuwa na mbunge vingine vikapatikana na masanduku ya kupiga kura ambayo tayari yalikuwa yashajazwa kura, vingine vikawa vika, na vizuizi vya kila mara eh, kuwa, kuwazuia hata waangalizi kuangalia hesabu ya kura na, na, na shughuli nyingine zinazoendelea kwingine. Sasa ikaja ni hii picha ya kuwazimia wananchi intaneti, eh, au mtandao wasi, wasidhihirishe kero zao. Nafikiri mambo kama haya yanadhihirisha kutoaminika kwa yale yaliyotendwa na haja ya kuwepo kwa tofauti E, katika utendakazi wa mifumo yetu, asasi zetu na vyombo vyetu tulivyo navyo katika bara hili, nafikiri hayo ni ya kimsingi sana na swali ninalojiuliza ambalo sasa ni nyeti na zito sasa, ikiwa umoja wa Afrika ushatangaza kwamba matokeo ya uchaguzi na uchaguzi wenyewe haukuwa uhuru na haki, kiongozi aliyepatikana kutokana na uchaguzi huu ambao haukuwa uhuru na haki ni kiongozi ambaye tumweke katika ngazi gani? Je, huo Umoja wa Afrika utamchukulia kama kiongozi wa aina gani? Anastahili kukaa kwenye meza ya Umoja wa Afrika? ama kutawekwa vikwazo vingine vya kumzuia kiongozi kama huyo kutoshirikiana au kutoshiriki katika shughuli mbalimbali ambazo umoja wa Afrika unazitekeleza. I, ikiwa ni ni, ni umbwa wa kujaribu kung'ata tu lakini bila meno. Hilo pia tutalitilia walaki ni kuhusu mustakabali wa umoja huo na hata haja ya kufanya uangalizi wenyewe, hasa ikiwa hawawezi kuchukua hatua yoyote, e, kumwondoa kiongozi ambaye hakustahili kuingia katika cheo fulani au wadhifa fulani au kumwekea vikwazo asishiriki katika baadhi ya shughuli zinazoendelea katika Umoja wa Afrika. Mwisho wa yote ni kwamba tuitakie Afrika utulivu na usalama. Na tujiombee mifumo yetu ya, ya, ya usalama, vyombo vya dola eh, mifumo ya utawala, tutende haki. Ukiepuka haki, bila shaka kutakuwa na vurugu. Wakati mwingine, kusikiza kero za mwananchi na kusikia sauti ambazo zinazungumza kuhusu uwepo wa mabadiliko, kabla ya kuingia kwenye michakato kama hii ya uchaguzi, ni jambo la kimsingi la kusikiliza, kabla ya kufanya hatua na kuchukua hatua nyingine. kwa mfano Inasikitisha kwa kweli na nimesoma haya kwa masikitiko makubwa, kwamba katiba haiwaruhusu watu kwenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi nchini Tanzania. I, itakuwaje kwenye taifa ambalo tunasema ni na taifa la kidemokrasia na taifa ambalo linatumia uongozi wa kisheria, mtakuwaje na sheria za aina hiyo? Bila shaka huyo amekuwa ni Henry Indindi, mchambuzi wa masuala ya uongozi.